Pindua, pindua. Kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. Wasanii wenzangu, wasanii wa, wasanii wa filamu, wasanii wa mziki wa dansi na wacheza mpira wakongwe ambao tuko nao hapa ambao nao tukiwajumlisha tunawajumlisha kama wasanii maake ndo gurudumu hilo hilo moja ni wanamichezo. Niliopo hapa mbele yenu ni mwenyekiti wa Uzalendo Kwanza Taifa, nikiwa na ndugu yangu Mr. Alex Msama. Wote mnamtambua, mnamjua Alex Msama, na amekuwa mstari wa mbele kutaka kutukomboa sisi wasanii kwa jasho ambalo tunalitoa la asilimia 90 na faida tunayoipata kwa asilimia tatu. Tumesimama hapa mbele yenu, tuna machache tunataka kuyasema. Jambo la kwanza tunataka kuliongea kwanza, kuishukuru TRA na kamishna mkuu wa kodi kwa kazi nzito anayoifanya kushirikiana na bwana Alex Msama kwa ajili ya kukamata walanguzi wa kazi zetu. Walanguzi hao wamekuwa sio wazalendo katika taifa la Tanzania. Kuna watu wana maduka makubwa ya vifaa viwe vya mpira, wana maduka makubwa ya filamu zetu wanauza kodi hawalipi ukiwafuatilia sana, hata kazi zetu wanafanya durufu, hazina hata stika za TRA, na huu sio uzalendo ambao mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano John Pombe Magufuli anausisitiza kupenda vya kwetu. Kupenda vya kwetu kimojawapo ni kununua na kuhakiki unachonunua, unatoa na risiti. Sasa basi ndugu yangu Alex Msama akaamua akasema kwamba lazima awe pamoja na wana Uzalendo Kwanza kwa sababu ndio wenye kazi zao halisi ambao ziko mtaani na wanatoa jasho lao kwa asilimia moja ama nyingine, na sisi ndio tuliojiajiri katika taifa la Tanzania. Lakini kama tungekuwa tunapata faida kubwa, basi hata kodi na mapato makubwa yangepatikana TRA lakini kuna walanguzi wachache wanakula jasho letu, ambao bwana Alex Msama anakula nao sahani moja. Alex Msama peke yake hatoshi, TRA peke yake haitoshi, mheshimiwa rais peke yake hatoshi, kama na sisi wasanii wenyewe hatutawaunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Kundi la wanauzalendo kwanza Tanzania nzima, tunaomba sasa tuungane na tumeungana leo rasmi na bwana Alex Msama pamoja na TRA kuunga juhudi za mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano John Pombe Magufuli kutokuwa walanguzi wa kazi za wasanii wengi. Hapa ukiwaangalia kuna mtu mmoja ana kazi mpaka mia ametengeneza lakini ukimwangalia kazi alizozitengeneza na kipato alichokipata ni vitu viwili tofauti. Wanaokula jasho letu wako wengi sana kuliko waliolifanya jasho lile kufaidika nalo. Kwa hiyo katika harakati hizi ambazo bwana Alex Msama hajaanza kuzifanya miaka hii, ameanza kuzifanya miaka nenda miaka rudi lakini akiwa peke yake akishirikiana na TRA. Lakini sasa hivi kama wana uzalendo kwanza, tumeamua na sisi kupaza sauti na ndugu yetu Alex Msama na mabalozi wawili watatu, na wasanii wote wa Tanzania nzima kuunga juhudi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa John Pombe Magufuli kuhakikisha tunakuwa wazalendo wa kweli na kulinda mali asili zetu na mali zetu mali yetu moja wapo ikiwepo ni hii ya tasnia ya filamu tasnia ya mziki tasnia ya kwaya mpira wa miguu vyote hivi lazima tufaidike navyo kwa namna moja ama nyingine tunaungana na ndugu yetu Alex na tunaungana na mheshimiwa rais na nimpongeza sana mheshimiwa rais kwa kuwa mwitikio wa uzalendo kwanza umeitika kweli kweli kuanzia sisi vijana na nipongeze TRA kwa jana tu maduka yaliyofungwa ni maduka ishirini. Maduka yaliyofungwa yenye kazi feki za wasanii ni maduka ishirini, na hayo yamefanywa kwa juhudi kubwa ya Bwana Alex Msama pamoja na TRA. Lakini kwa nini Alex, mbona wasanii wenyewe hawapo? Kwani tuko nyuma nyuma hivyo, sasa twende mbele mbele hivyo. Tutakuwa pamoja na ndugu yetu Alex Msama kuhakikisha tunashirikiana kuwakamata walanguzi wa kazi zetu, na wengine tunawajua, wanaendesha magari mazuri, wanaishi kwenye majumba mazuri. Ukiangalia msanii anayemfanyia kazi hii na kumwibia yuko hoi. Hela haramu ni hela haramu tu. Mheshimiwa Rais anasema ni bora ufanye kazi kwa juhudi upate kile unachokipata kwa juhudi zako, lakini sio kwa uharamia ambao unafanywa na hao walanguzi wadurufu wa kazi zetu. Baada ya kusema hayo, sisi wana uzalendo kwanza tunaungana na TRA. Narudia tena hapo, sisi wana uzalendo kwanza tunaungana na TRA kupaza sauti kwa kazi zetu ambazo zinadurufiwa na majizi, watu ambao si wazalendo katika taifa hili. Tunaambia hayo waliokuwa wanayafanya leo waache tena rasmi. Hayo maduka ishirini hayatoshi kusimamishwa, tutasimamisha maduka hata mia tano <klos> lakini, pili tunaungana na mheshimiwa rais kwa kauli mbiu ambayo nyinyi wasanii mnaisapoti ya uzalendo kwanza lazima ndugu zetu machinga, lazima ndugu zetu wale ambao wana maduka ya kuuza kazi zetu, na sisi tunawapenda sana kwa sababu ndio wanatutangaza, basi wafate mstari ulionyooka, wauze kazi zetu zenye stika ya TRA, wauze kazi zetu kwa kufata utaratibu maalum. Na hii itamnufaisha msanii wa Tanzania, awe wa nyimbo ya Injili awe wa mpira wa miguu make nao watu wa mpira wa miguu wana documentary zao bwana, wanazifanya, lakini unazikuta mtaani huko za wizi. Awe wa bongo flavor awe wa mziki wa dansi, basi kila mtanzania anaponunua vile vitu viwe na stika ya TRA. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe ndugu yangu Alex Msama, naye atoe yake machache kidogo. Karibu sana. Mimi ni washukuru wasanii wote oe, wa Tanzania kwa kuunga juhudi hizi ambazo tunazifanya e, kampuni yangu ya Msama Auction Mart wakishirikiana na TRA pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Ni mi washukuru sana kwa kuiona hii kazi tunayoifanya na pia niwashukuru wasanii wote wa Tanzania kwa kutuunga mkono na kwa kutoa kwa pamoja na sisi katika zoezi hili. Nataka niwahakishieni kwamba TRA pamoja na kampuni ya Auction Mart ya Msama Auction Mart hatuwezi kuangusha na pia nataka niwaambie hawa wanaofanya hizi kazi haramu kwamba zoezi hili haliko Dar es Salaam tu, zoezi hii ni la nchi nzima, popote ulipo, kila mahali tutakufikia kuhakikisha kwamba unauza kazi halali zenye stika ya TRA. Ninawashauri wauzaji sanaa, wauzaji nyimbo za injili, za Bongo Flava, wauzaji sinema, wauzaji movie zote za Tanzania, wanaoingiza hata za nje, wafuate taratibu wafate sheria za nchi yetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila bidhaa yoyote ya sanaa iwe na stika ya TRA ili kuweza kuipeleka dukani na kuuza. Ujanja ujanja waache, sasa hivi mambo ya ujanja ujanja hakuna. Lazima kila mmoja ale jasho lake, afanye kazi ale jasho lake, asile jasho la mwenzake ambalo hakutakiwa kulila. Kwa hiyo wauzaji wote wa movie, wauzaji wote wa nyimbo za injili za Bongo Flavor wale wenye kompyuta kompyuta kila mahali, na kushauri kama na kompyuta yako, naomba ukafanya biashara ya stationery, achana na biashara hiyo ya kunyonya kazi za wasanii kwa kuziuza, kuweka kwenye flashi, kuweka kwenye CD, kuweka chiko kwenye memory card, naomba hiyo biashara achana nayo. Sasa hivi hakuna biashara ya kunyonyana, awamu ya tano si mchezo, ni hapa kazi tu, ni kufanya kazi upate ule cha kwako kilicho halali. Kwa hiyo na washauri wote mwache hiyo kazi, sasa hivi haifai. Watoto wa mjini wanasema wao walimeingiliwa na ruba, biashara hiyo mwache. Asante sana. Lakini vile vile kwa kuwahimizia ndugu zangu waandishi, Alex Msama kama mnavyomjua anagawa fursa kwa wasanii, ametoa fursa kwa wasanii wa Tanzania na hii fursa na sisi kama wana uzalendo kwanza, ndio fursa yetu ya kwanza. Na hii natakiwa mjipongeze sana nyinyi wasanii na mpongeze sana Bwana Alex Msama kwa fursa hii aliyoitoa, ambayo leo tunaitangaza rasmi fursa hii. Mwenye tamthilia nzuri, mwenye sinema nzuri, mwenye kipindi kizuri chenye kuelimisha jamii na chenye uzalendo wa nchi yake, Alex Msama anakukaribisha sana Dira TV mfanye naye kazi. Sifa ya uzalendo ni moja tu, kulinda vya kwetu, kutangaza mali asili zetu, na moja mali asili zetu zinaweza zikafanywa kwa kutangazwa na nyinyi wasanii. Leo anaposimama msanii tofauti na mwanasiasa, mwanasiasa anaweza akakera, msanii akeli msanii kuanzia mwonekano wake mpaka maongezi yake. Akeli anaweza akawa na kela kimaongezi, lakini kisura utacheka. Anaweza akawa na kela kisura, lakini kimaongezi utacheka. Kwa hiyo nataka kuambia tumuyeni fursa hii, wana uzalendo kwanza, kuhakikisha mnaandaa vipindi vilivyo bora, muvi zilizobora, tuzidumbukize sokoni ili watanzania waangalie kitu kilicho bora. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana ndugu zangu. Jamani, yajawahi kutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Tunapindua pindua matumizi ya bandu, vijana kuperuzi kivyokototakavyu. kama una dakika zitumie kuperuzi

Pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. Kwa mara ya kwanza kabisa, Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 1 alama ya reri, chagua pindua. Pindua Vodacom, power to you.